Chama cha ODM kimepata pigo kubwa baada ya mgombea wake wa kiti cha wadi ya Kisa Mashariki, eneo bunge la Kwisero, kaunti ya Kakamega, kuhamia chama cha DAP-K siku chache tu baada ya kupokea tiketi ya ODM. Hii ni baada ya chama hicho kumpokonya tiketi Thomas Eshu ya Oyolo ambaye alikuwa amekabidhiwa tiketi hiyo awali na kumpa Abraham Isaiah Ayaya ambaye alikataa. Akizungumza katika wadi hiyo ya Kisa Mashariki, Ayaya amehakikishia wafuasi wake kwamba kamwe hata gura chama chake cha DAP-K na msimamo wake, na sitaki ku, kuwaonyesha kwamba na yumba, yumba kwa vyama ama na yumba, yumba. Ili pia wakati mtanichagua, ni kuwe kiongozi wa kuyumba yumba, si vile. Na nataka niwaarifu kwamba nguvu zenu ambazo mmenipea ndizo zinanifanya kufanya nini, nionekane. Nashukuru sana uh, chama cha ODM ni kweli kilitamani kunipea hii certificate lakini wakati nao ukawa umepita. Na mimi wananchi wa Kisa East, nataka niwaambie kwamba wacha tukue na ule msimamo wetu ambao tumekuja na chama chetu cha DAP-K. Wakati tumesikia anayit ameitwa gekama DAP-K hatukua na wasiwasi sajili, hatu kwa sababu tukua tumeja tusham shajili na tukua tumempea certificate. Vile mmesikia, yeye kwa yeye amesema hakuuenda kupewa certificate. Aliitwa akifikiria gavana wake anampa support. Kufika kule akapewa certificate. Sasa, sisi kama DAP hatukua na wasiwasi a, tushamshajili na tukampatia certificate.